Baba yetu Mungu mtakatifu, wewe ni Mungu, wewe ni Baba, hatuna baba mwingine zaidi yako, Mfalme. Hatuna awezaye kutuokoa, kuna awezaye kutusaidia zaidi yako. Hata baba zetu walikutegemea wewe, na ukawaridhia, ukawasaidia, ukawaokoa katikati ya maadui na watesi waliokuwa nao. Nasi Mungu tumekuja kwako kwa neema uliotupa na kwa kibali ulichotupa siku hii ya leo namleta mtumishi wako na wa mtoto wako ambaye saa hii ananifuatilia na saa hii amesikia ujumbe huu. Baba, ninaomba toba, ninaomba rehema. Inawezekana kuna namna ambavyo tumekutenda dhambi, tumekaa mbali na uso wako, tumekaa mbali na kweli yako, tumekuacha wewe Mungu, na leo tunateseka, na leo tumezingirwa, na leo tunafuatiwa na maadui zetu, hatuna namna ya kuvuka. E Mungu, ninaomba toba, e Mungu, ninaomba rehema juu ya mama huyo, juu ya baba huyo, juu ya mtoto huyo, juu ya kijana huyo, na kuomba utusamehe, na kuomba uturehemu, na kuomba utuhurumie, tupe neema tena na kibali machoni pako, tupe neema na nguvu machoni pako, ili tuweze kusaidika ili tuweze kutoka katikati kati ya mazingira tuliozingirwa na maadui zetu, tuliozingirwa na watesi waliokaa kando kando wakisema atakufa lini, waliokaa kando kando wakisema lini jina lake litapotea. E Mungu tunaomba msaada, e Mungu tunaomba neema, e Mungu tunaomba nguvu, e naomba uwezo maana, peke yetu hatuwezi, maana kwa akili zetu hatuwezi. Ndio maana mtunga Zaburi akasema, sio kwa upanga unaoweza kuniokoa, wala sio kwa nguvu zangu naweza kuokolewa, maana kwa neema yako Bwana, ikiwa uliwasaidia baba zetu, ikiwa uli uliwaokoa baba zetu, naomba utusaidie, naomba ututetee. Sio kwa akili zetu, wala sio kwa nguvu zetu, wala sio kwa utajiri tulionao, wala sio kwa fedha tulizonazo, wala sio kwa uzuri tulionao tunaweza kuokolewa. mali ni kwa neema yako, mali ni kwa nguvu zako, mali ni kwa mkono wako. Tusaidie Bwana, tutetee Bwana. Watesi si wetu ni wengi, maadui zetu ni wengi, hata waliojificha sirini hata waliojificha gizani, wanaosema ni lini tutapotea. Mungu, ni wengi nasi hatuwezi wala kuna wezae kusimama kuokoa maisha ya mwingine. Baba ni wewe tu, na kuusi mchana wa leo na kusi majira haya ukakutana na maisha yetu, ukatutoe kwenye giza, ukatutoe kwenye mateso, ukatutoe kwenye aibu, ukatutoe kwenye laana tulimowekwa na maadui, tulimowekwa na watesi, kupitia maagano, kupitia sadaka, kupitia viapo walivyo hapa wakasema tutaangamia. e hey, Mungu mchana wa leo ruhusu mkono wako ruhusu msaada wako ukatuokoe ukatufungue ukatutoe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya mwanakondoo. Waliokata tamaa wamelala kitandani, Yesu mkono wako ukaingilia kati. Wengine Bwana mali zao wamefilisiwa kwa sababu ya madeni, naomba mkono wako uende zikawasaidie, naomba nguvu zako ziende zikawasaidie. Wengine ndoa zao zimesambaratika, Yesu, kwa sababu adui ameingilia kati, naomba mkono wako ukarejeshe tena ukawasaidia tena ukawainua tena, maana ni ahadi yako, umetuahidi, umetuahidi ya kwamba kwa ajili ya Sayuni wewe hautanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu wewe hautatulia mpaka haki itakapotokeza. Mungu, naomba usinyamaze kwa ajili ya familia ya yule mama, naomba usinyamaze kwa ajili ya kazi yake, naomba usinyamaze kwa ajili ya biashara yake, naomba usinyamaze kwa ajili ya uzao wake. Inawezekana amepita pagumo na watoto wake wanamsumbua, naomba usinyamaze, kono wako usikae kimya, ukawaokoe ukawakusanye tena kama jinsi ambavyo uliwatetea baba zetu lia usiku na mchana, maisha ni magumu, uchumi umekuwa mgumu, naomba ukamsaidie msaidie Bwana, naye amesema hata kaa kimya ataendelea kukukumbusha. Umesema nikumbushe na tuojiane o tupewe haki zetu, tunakukumbusha mchana wa leo. Naomba utusaidie, naomba usituache, naomba usinyamaze Bwana, naomba usikae kimya Bwana. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini umesema hata katika hayo utatuokoa. Utamwokoa yule baba aliyeko kitandani, amechoka Simuwache, angalia mateso yake, angalia kilio chake, angalia huzuni yake, angalia vita yake, ukamsaidie, ukamuokoe, ukamvushe. Hata yule kijana anayekuita Bwana kwa ajili ya maisha yake, kwa ajili ya maisha ya ujana, kwa ajili ya elimu yake, Yesu usinyamaze, Baba usinyamaze, Mungu wetu usinyamaze, kwa sababu wani msaada wa karibu, kwa sababu wani tumaini letu, kwa sababu weni kao yetu. Hakuna aliye kama wewe. Tumekutegemea wewe Mungu ili kwamba tusiaibike, tumekutumainia wewe ili kwamba tusiaibike. Asante Baba, inajua ya kwamba yuko mtu uliyemkusudia, yuko mtu uliyemridhia, yuko mtu ambaye Bwana umependezwa naye, na mchana wa leo anaenda kupokea majibu, anaenda kupokea hatua nyingine, anaenda kupokea thawabu nyingine, anaenda kupokea viwango vingine, maana kwa ajili yake hautanyamaza wala hautaka kimya mpaka utaka ufanya imara ukamsimamishe ukafanya imara tena kile ambacho Mungu umekusudia kufanya kwake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai. Mungu ninakushukuru, Yesu ninakutukuza. Wewe ni mwema, ni mwaminifu sana, hujawahi kushindwa na jambo lolote, hujawahi kukaa kimya tunapokuita, na hata mchana wa leo hautanyamaza, utaonekana kwa kila mmoja li ujumbe huu ambaye amefuatilia maombi haya utanyamaza, Bwana utaonekana kwake, utatokeza kwake, kwa kuwa ni majira ya kuridhiwa, kwa kuwa ni majira ya kutetewa, kwa kuwa ni majira ya kusaidika, kwa kuwa ni majira ya kufunguliwa, utaonekana kwake. Libarikiwe jina lako Yesu, litukuzwe jina lako Yesu linu... Basi ikiwa umefuatilia maombi haya, umefuatilia neno la Mungu, unatamani maombi zaidi, unatamani kutoka zaidi unatamani Mungu akuridhie zaidi na zaidi. Tuwasiliane kwa simu namba 0757 812236 0757 812236 na ikiwa ndani yako umesukumwa una kiu una shauku kabisa kabisa kabisa ya kuambatanisha maombi yako na sadaka, karibu uungane pamoja na watu wengine na kazi ya Mungu iweze kuendelea kupitia namba 0784463636 0784463636. Kazi ya Mungu iweze kuendelea, lakini pia Mungu akutendee mambo makubwa zaidi na zaidi, na Mungu wa mbinguni akubariki sana, uwe na mchana mwema Amen.